Na ndugu zanguni, niwaambie mwaka huu tumeingia fainali, haitajirudia tena kama mwaka 93, yani yaani tusubiri miaka mingine 30 kuingia fainali. Tumeingia fainali mwaka huu, tunataka haya yawe ndiyo maisha yetu, kama tulivyoingia robo fainali, hayo yakawa ndiyo maisha yetu kwa miaka saba mfululizo tukawa tu tunacheza robo fainali. Na kwenye fainali tunataka hivyo hivyo, kila mwaka tuwe tunacheza tunacheza robo tuwe tuwe nusu tunacheza tuwe eh, kumradhi kumradhi, nani anachezea huyu, kila mwaka tuwe tunacheza fainali, na hilo linaweze mnaweze msiniamini msini hivi sasa lakini tulivyoingia robo fainali ya kwanza mkasema fluk Mwaka huu Simba atubuhi, mwaka uliofuata Simba akaingia tena robo finali, na baada hapo ikawa ni robo fainali, robo fainali, robo fainali mpaka hivi sasa, na sasa tumeingia fainali. Tukitoka hapa kituo kinachofuata mwakani, tukiwa hai, ni fainali tena, mwaka unaokuja ni fainali tena. Hiyo ndiyo standard yetu tunaiset, Simba Sports Club. Sasa nipokee maswali, ndugu zanguni, tupate manne hivi, baada ya hapo tu tuagane. Ehe. Wale wote ambao wanahitaji huduma hii ya kwenda na ndege na kurudi siku hiyo hiyo ya mchezo, basi waweke oda zao na kulipia kwa namba 0742 771 311. Kuna wale wateja wa Platinum ambao alilipia shilingi laki mbili na nusu, wale watawasiliana na mhusika wa Platinum kwa ajili ya maelekezo zaidi. Lakini inawezekana ukataka kuongezea fedha ili uingie kwenye huduma hii, kwa maana ya kwamba ulishalipa laki mbili na nusu yako kwa ajili ya mechi ya hapa Benjamin Mkapa. Utakacho kipaswa kama unahitaji utaongezea laki moja ili litimie laki tatu na nusu uingie kwenye huduma hii ya kwenda na kurudi visiwani Zanzibar. Ndugu zangu waandishi wa habari, nisiwachoshe sana, nipende nafasi kidogo ya kumalizia mkutano wangu huu mimi na nyinyi, kabla sijamkaribisha ofisa kutoka benki ya Azania, na yeye atueleze mawili machache mazuri kuelekea katika mchezo huu.